Dada Grory, karibu sana. Asante. Eh, we umetokea wapi? Umetusikia wapi? Nimetokea Kilimanjaro. uh -huh. Kwenye mtandao, kwenye mtandao. Ulikuwa yeah. Unafanya nini wakati unatusikia? Unatusikia huko tu nyumbani, unamsaidia mama, mama. Ulikuwa na mipango gani, unamsaidia mama mpaka lini? yeah. Nikuwa nabango namsaidia mo mpaka pale ambapo nitapata opportunity ya kazi, kwa sababu nilisoma certificate ya tourism and management ambayo, uh -huh. nilipata pia experience ya lugha ya Kiingereza na Kihispanyola ndio uh -huh. kwa hiyo nikasema labda nitatafuta kazi nikawa na apply na subiri, lakini uh -huh. sikuona majibu mazuri ya kija Mm -hmm. Nikasema naweza kujiajiri labda, nikatafute mtaji ndio mm -hmm. niweze kujiajiri. Ndio. Mm -hmm. Wow. Kwa hiyo wakati unawaza kujiajiri, utafute mtaji, hapo ndipo ulipoona fursa zetu? Ndio, nilipoona fursa zenu kabisa, na mishahara mizuri mnaolipa mm -hmm. na projekti nzuri mnazofanya mm -hmm. ili kukuza uwezo wa wasichana wengi kufanya kazi vizuri mm -hmm. Ndiyo. Wow. Mm -hmm. Okay. Kwa hiyo katika taaluma yako uliosomea uh, ujawahi kuajiriwa kupitia hiyo? Nimewahi kuajiriwa. Nimewahi kufanya kazi mbalimbali ikiwemo kuuza duka. Mhm. Mm -hmm. Ikiwemo self guiding au private guide. Mhm. Hiyo -hmm. ni nini? nini? Unafanya. Ni, ni yaani ni mwendesha watalii au muongoza watalii wa kibinafsi private guide. Okay. Kuna Dio. Kwa kuna wa kibinafsi na wa government ama wa... Yeah walioajiriwa wa kwa mfano kuwa na mkataba kama okay. Alafu okay. Okay. Kwe... kuna huyo binafsi binafsi, binafsi, binafsi ajiriwa. Hujaajiriwa. Hujaajiriwa, kazi. Labda okay, kama usipoitwa, basi hmm. Okay. Oh, kwa hiyo hiyo ulikuwa unafanya pale pale Moshi ndiyo, hiyo uh, tasnia yeah, yeah. Wakati unafanya hiyo private guide, ukupata ukuweza kuexpand kuwajua watu wengi zaidi ukaendelea kupata kazi, au sio kitu chako ambacho ulitaka kuendelea nacho? Hapa sikuweza kuexpand kuwajua watu wengi zaidi kutokana na kipato na uchumi. Lazima uwe unaandaa project, una, unaandaa mazingira ya kuvaa vizuri <coughs> na, na kufanya kufanya kufanya matembezi ambayo unahitaji kuona watu watu tofauti tofauti ili kupata fursa za ajira. Ndio. Na wewe pia lazima kama kuwa na ni kama unawekeza kwamba unatoka na kufanya networking lakini inakukost inakukost, yeah. Sio bure. Ndio, lazima hiyo kosti. Mm. Ndio, hiyo uliosoma tourism? nilisoma tourism mpya, lakini muda mwingine b ni, mm. ni base kwenye customer care, customer care exercising ikijumlisha. Okay. huduma kama mfano mnazofanya usafi mm -hmm. kuna namna ya kuongea na mteja ambaye labda mimi natoka hapo kwenye kampuni mm -hmm. naenda kufanya, naenda kufanya kazi, namana yule tayari ni mteja, nasimama mm -hmm. kwenye upande wa kampuni na mimi tumhudumie vizuri mm -hmm. aje, ili siku nyingine arudi tena na alete na connections za watu wengine mm -hmm. Ndio ndio nilichojifunza kwenye customer care, ambayo pia tulipitia usafi. uh -huh. mambo kama vile ya kumwandalia mtalii chakula mm uh -hmm. -huh. ambayo sasaa tu naku ukisema unamwandalia bosi chakula mm. Uh -huh. namna uh -huh. ya kukea afya yake Mm. yawezekana bosi ya ajui kwa mfano kula ulaji wa matunda labda, uh -huh. anajua tu kula chakula ratiba hii na hii, lakini unaweza ukamwongezea ratiba ya matunda ukawambia, bosi hii ni nzuri. Pia hiyo ndio customer care yenyewe mm Okay. Karibu Glory, wow. <laughs> Asante. Okay. so ulivyotuona, plani yako ya kuja kwetu ni nini? Ni kuja kufanya kazi na nyinyi hmm. ili niweze kupata kipato pia na kujiendeleza, ndio mm -hmm. hmm. kujiendelezaje? Kuendelea kujiendeleza kusoma, kufanya ya, biashara. Kufanya biashara biashara biashara, kuwekeza kwenye biashara. ndio. so kuna biashara ambazo sahivi unafikiria kuzifanya? Hmm. Okay, ulikuwa unahitaji kama kiasi gani? Kama milioni mbili au tatu zinatosha? Ndio. Okay. <coughs> so we binafsi, umeolewa una watoto? Hapana, sina ndoa wala sina watoto wala. Una watoto? Ndio. Okay. All right. so ya karibu Asante karibu mm, sana hapa um, ulivyokuja kwetu umeona tuna level tatu za Dio? Mishahara wee unajiona wapi? kwa sababu nye, ninaelewa sehemu ya ku-exercising customer care inajumuisha ufuatiliaji mzuri wa mteja ambaye ni bosi wangu. Mm -hmm. Kufuatilia vizuri katika usafi wa nyumba yake mm -hmm. namna anayekula namna ya watoto wake kushin, kushinda nyumbani, kushinda nyumbani za kushinda shuleni na malezi bora mm -hmm. ya kuwafuatilia watoto ndio mm -hmm. ndio okay. Katika hivyo ukiachilia mbali customer care ambayo hiyo ni ina add value katika utoaji wa zile huduma ambazo ni core huduma ambazo ni core, ni malezi Dio. ni mapishi na usafi yeah. So katika hizo tatu, kipi ambacho wewe una utaalamu nacho? Maana no. Tunapozungumzia professional <coughs> tunazungumzia level ya utaalamu, so, sio tena kwenda kuelekezwa au kusimamiwa au kufundishwa so, yeah. Kitaalamu kivipi, ulisomea ama ume, una uzoefu? Uzoefu? Hapana, sina uzoefu wa kufanya kazi sana lakini kusema malezi Ndiyo kwetu sisi kama professional ni mtu ambaye ana taaluma ya malezi ya e, au kama ni usafi pia ana taaluma, ni kitu chake, either amesomea Ndi. au ana uzoefu kwa level ya juu. Level ya juu tunazungumzia mtu ambaye amefanya labda kwenye hizi hoteli za nyota tano, maana yake uzoefu wake hauwezi kuwa wa kawaida. Lakini ukisema ni uzoefu tu kwa sababu ilikuwa nyumbani kwenu unafanya usafi, that is level ya kawaida, yeah. kwa hiyo unavyojireti kama professional nitaka kujua kuna eneo gani ambalo wewe una utaalamu nalo, aidha kwa kusoma ndiyo, au kwa uzoefu lakini usio wa kawaida, ndio nikasema aidha umefanya kazi na mabalozi, fanya kazi na watu ambao ni high level uh, nanii wanakupa experience ya tofauti na, na sisi culture yetu yani kwenye level ya nyumba za kawaida uwezi kusema ni uzoefu, hata kama umefanya kwa miaka yako yote sawa. So, yeah. uh, professional ni mbeze. mm -hmm. Hapo kwenye usafi. Kwenye usafi uliwahi kufanya kazi wapi? Pabu, pabu mm -hmm. si za so, kawaida tu. ni hoteli ya level gani? Umenifurahisha, umekuwa mkweli. Anyway, ukiwa hapa kituoni Uh, sisi tunakuangalia uh, uh, kwamba uko kwenye kiwango gani. Kwa hiyo kama wewe unajiona ni professional au ni smart, uzuri ni kwamba umeanza hapo smart na professional katika mazungumzo ya, ya tulioongea, mimi nakureti kwenye smart, nakureti kwenye smart, lakini kwenye performance unaweza ukapanda ukaenda kwenye professional. O, sisi tunachoangalia sio tu mtu anavyoweza kujielezea ni pamoja na utendaji wa kazi kwa sababu watu wanachokitaka ni ubora wa kazi. Kinachofanya ukalipwe kama smart au kama professional ni ubora wako wa kazi, kwa hiyo sio maneno. Kuna watu ni wazuri sana kwenye kujieleza, lakini unapokuja kwenye kazi unakuta ni wavivu, ni zero, yani ni opposite na yale yote aliyokuwa anayasema. Kwa hiyo si zaidi kwenye kuongea, kuongea tunaipa kama 10 to 20% lakini 80% tunaipeleka kwenye utendaji wako wa kazi, jinsi utakavyoweza kukaa hapa kituoni, namna ambavyo utakuwa unaweza kunavigate na kuonyesha uwezo unavyokuwa na wenzako, zile taski ambazo zipo hapa zinazofanyika, hayo yote ndio yanatufanya tukuone wewe, tuone hiyo potential. Sasa tukiiona kama ni a professional again, tunaweza tukakupa, lakini kule kwa bosi wako ndio final. Bosi kule ndio anatakiwa aseme huyu kweli ni professional. Akisema tofauti basi tunakuwa tumekutoa kabisa kwenye hilo daraja. Hivi ndivyo tunavyofanya kazi na mradi wetu. Ndiyo asante. E, karibu sana Dada Glory. Yeah, uko sehemu sahihi. Mhm, unataka kukimbilia kuolewa. Yeah. Maana nimekuuliza swali la mtego, una mtoto, una mume ukasema una hata kimoja. Una mtoto, una mume. Lakini mila zetu si unajua wasichana wasichana, kitu cha kwanza unakimbilia ndoa, boyfriend, mtoto. Wee vipi? Hapana, mtazamo sa... wako ukoje kuhusu hilo? Wow. Na Wow, aisee wewe. Yaani kuna vitu vinanifanya nione kama professional yani. <laughs> Hongera sana awesome. Yeah, kwa sababu huo ndo ukweli na kuuliza maswali kwa, kwa mtego kwa sababu hiyo ndio ajenda yangu. Mimi najua wanawake wengi wamebaki nyuma kwa sababu tuna prioritize mambo ambayo sio ya muhimu kutokana na uh, mazingira sio kwamba ndoa sio muhimu au watoto sio muhimu but kwa wakati gani? Umejiandaa vipi? Kwa sababu yale ni majukumu kama mwanamke. Neno la Mungu linatuambia sisi ni wasaidizi. Msaidizi ni mtu ambaye anapaswa kuhakikisha mambo yanaenda, sio kwenda kuwa mzigo, kutegemea mwanaume. So huu mradi wetu, moja ya mchango mkubwa kabisa kwenye jamii yetu ni kubadilisha mitazamo ya wanawake, wadada, kabla hawajakimbilia majukumu. Kimbilia wanaume tafuta watoto ambao hawezi kuwatunza, baadaye waanze kuja kupiga kelele na serikali au na wanalia wametelekezwa. Wanatakiwa wao waandae mazingira yao. Kwa hiyo umejibu jibu, ambalo kimsingi hayo ndio maono ya mradi wetu. Karibu sana na hongera sana Asante. Hai.